Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukiweka malengo kwamba nimtumikie Mungu ili nifanikiwe. Sasa hivi shetani ameleta mafanikio ya uongo. Ukitumbukia bila kutafakari unaenda kufa vibaya. Sasa hivi vimekuja viimani, wanagawa hera madhabahuni. Wengine ukienda kuimba au kuhubiri kidogo wanakupa gari, wengine wanakupa na nyumba, wengine wanakupa zawadi. No, no, no, usimtumikie Mungu kwa kutafuta zawadi. Mungu yeye anaangalia moyo wake, anaangalia moyo wako wewe, atakubaliki sawa sawa na neno lake. Ahadi ya Mungu haipotei. Daudi baba yetu alisema nilikuwa kijana